Asante ndugu mwandishi wa habari, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elizabeth Ijumba, ni mzee wa kanisa mtaa wa Midizini. Kwa kweli nimeingiwa na masikitiko makubwa, kama kanisa la Moravian. Mama yetu Eliza Joni, tulikuwa naye katika huduma ya kanisa, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Tumeabudu naye miaka mingi, mpaka umauto unampata. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu kila mtu amesema atonja nafsi kwa kweli kama sisi mtaa Midizini tumeumia, ndio maana tuko hapa kwanzia ya tukio livyotokea mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho na nashuhudia kwa mama, tumeanza naye siku nyingi tangia tuko na miaka kumi na tisa na kuja Dar es Salaam, tuko naye tuna hudumu na mpaka leo hii, walikuwa bado wanaendelea kumtumikia Bwana. Mwisho wa mwandishi wa habari, mwaka jana, pamoja na udhaifu wake, ni miaka mitano au sita, alikuwa anaumwa lakini pamoja na udhaifu wake alikuwa bado anatumikia Mungu mwisho mwaka jana, kwa kushuhudia kwa macho yangu mimi mwenyewe, wametoa sadaka ya kumpendeza Mungu ya ujenzi pale kanisani kwetu, tunaendelea na ujenzi. Kwa kweli tuna masikitiko mengi mengi, unapompoteza mwenzako, kila nafsi inakuwa inaumia, lakini sisi kama mtaa wa Midizini tumeumia sana sana sana. Na pia natoa pole kwa familia, natoa pole kwa kanisa la Moravian, tuko pamoja nao, tujawaacha kwa kuwa Mungu alisema njoni kwangu msumbukao nami nitawapumzisha. Kwao tunamuombea Mungu, tunazidi kuomba kwa sababu Mungu na sisi. Je, nafsi zetu ziko wapi? Kama mwenzetu mwendo amemaliza salama, alikuwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwao na sisi tuige kwa mama yetu huyu, kwa sababu hakumwacha Mungu hata alivyokuwa kitandani, alimtegemea Mungu, ndio ni hayo. Na yajua pengine uh, baada ya kupokea taarifa za kifo chake eh, hali ilikuwaje na kadhalika na ulivyoanza kutoa taarifa kwa waumini? Kwa kweli tulipokea taarifa kwa masikitiko sana, manake ilikuwa ni Jumapili, tuko kanisani ibadani, basi mtumishi akatangaza, jamani, tumeondokewa na mpendwa wetu Elizabeth. Kwa kweli kanisa zima liliumia, tulipokea kwa masikitiko makubwa makubwa sana. Kwa hiyo tunaungana na familia kuambia pole sana sana sana, pengo kwa kanisa letu la Moravian Kigamboni. Bonifasi Tushamle Mwasenga, nipo sikia msiba wa mama huyo amefariki auli yayote niyanza kwanza kuja kumwona kama mzee wa kanisa. Baada ya kuja hapa nikakuta kwamba hayupo, yupo hospitali. Nikaenda hospitali kwenda kumwona. Kwa pale hospitali nikamkuta mwanaye na mwanzake mmoja wakiwa wako kwa ajili ya kumsaidia. Lakini nikajibia kwamba bwana saa hizi muda umeisha. Ilikuwa kwa muda wa saa kumi na mbili kama na nusu hivi. Sasa muda umeisha, kwa hiyo nikaambia kwamba kama nikumuona basi labda baadaye, lakini kwa leo haitawezekana. Nimeondoka nimefika nyumbani, asubuhi ndio nikapigiwa simu kwamba huyu mama amefariki. E, na inasadikiwa kama kuna uwezekano mkubwa alikuwa amekufa mapema, lakini sasa tunatakiwa kuangalia mwili wa mtu ukoje namna gani. Lakini baadaye nikaja, ndio nikaambia, kwamba wakasema kwamba mama huyu amefariki. Kwa hiyo e, mtu akishakufa kufa basi ya kufanya nini, mnaanza kuambizana hapa na pale ili kupeana taarifa. Na tunamshukuru Mungu mama katika utumishi wake wa kama muumini kama, kama wa Midizini, maana mimi ni mzee kabisa. Alikuwa ni muumini mzuri, alikuwa ni mumizi wa kujitoa. Kwa hiyo kwa kweli namshukuru Mungu pamoja kwa kwa na kwamba ameondoka, tumebaki na pengo kubwa kama muumini wangu. A, nimepungiwa na muumini kama, nilikuwa na muumini arobaini, wamebakia thelathini na tisa wao bado nimepungiwa na pengo, ila naomba tu Mungu aendelee kutupa neema, mwenzetu ameondoka lakini na sisi tunafuata. Je, tunakiri nini kwa Mungu? Je, tunajua neno la Mungu? Je, katika kujua neno la Mungu tunalifafanua vipi? Unapokuwa umeamka asubuhi, kila siku tumeambizana kwamba ni vema ukaanza kwanza kumuomba Mungu, ili kisha kumwomba Mungu akusaidie kwa sababu kila mmoja huamka, anapoamka anajua tokabaiko sana lakini ajui nani amemwamsha. Kumbe Mungu ndio anampa nafasi ya kujua na kutuwa na kufanya mbele yake na nini. Kwa hiyo niombe kila mmoja palika, kwa jinsi ambavyo mwenzetu amelala, saa hizi anayezungumza sio yeye, ni sisi niaba yake, bila yeye tusiweza kuzungumza. Tunamshukuru Mungu tumefika hapa, lakini Mungu aendelee kututinda, kutia nguvu, tujue neno la Mungu linasema nini, ili lak uweze kutusaidia hapo baadaye. basi kuwa, Mungu. Kwa sababu ya leo nalijua kuondoka nyumbani. Mungu ndiye anayejua na mimi sasa mimi na wewe tunafanya nini? Tunamtafutaje Mungu ili tuweze kwenda sana sana? Katika hilo mimi niliona hivyo, basi tuwaambie na wengine wanapokuwa wapo makanisani, wanapokuwa wanakwenda kwenye msiba wajie kufa kupo, hakuna mtu ambaye ataishi duniani kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi yangu nadhani niishi hapo, lakini niseme tu kwa mama, amelala, amelala ametuunganisha sii.